Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehappen bwana hivi karibuni bwana, hii ni moja kati ya story ambazo e, watu wengi sana wamekuwa excited kuisikiliza e, bwana, hii inamhusu Harmonize con the Konde Boy. Nadhani kama unakumbuka vizuri, hii bwana ilianzia mwaka jana e, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ambapo tuliona kwamba Harmonize bwana alienda kule Nigeria. Meona, eh, nadhani unakumbuka kwamba mara ya mwisho Harmonize kwenda Nigeria ilikuwa ni mwaka jana mara tu baada ya kutengana na Poshi kama sikosei eh? Eh, of course. So hiyo ilikuwa ni moment ambayo Konde alifanya vitu vingi tu kule Nigeria, tulimwona akilink na baadhi ya watu wengi tu eh, bwana kama unavoelewa kumbakiwa akiwa kama msanii mmoja kati wa ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana hapa Afrika , basi alipata moment ya kulinki na watu mbalimbali, lakini mmoja kati ya watu ambao alilink nao alikuwa ni Rude Boy kutoka katika kundi la P Square. Hapa tunamzungumzia Peter, tunamzungumzia eh, Paul sorry. Peter ni yule Mr P, Rude Boy ni yule Paul ambaye ni mdogo mwenye rasta. Sasa huyo ndio alipata moment ya kulinki na Harmonize, tukaona picha na video zikiwa zimesambaa mitandaoni, naye mwenyewe pia Harmonize aliposti kupitia Insta story yake kwamba alikutana na Rude boy huko Nigeria. Kwa hiyo tukaona kimya the whole year mpaka mwaka ukaja ukaisha waka ukapinduka, u hapa ni elfu mbili na ishirini na tano tukaona kimya sasa bwana, jambo ambalo tumekuja kulifahamu kumbe bwana, ile link up yao ilikuwa ina matunda, ni kwamba Harmonize bwana alipata nafasi ya kufanya kazi na Rude boy wa P Square ambapo hiyo ngoma ambayo ameifanya sasa ndo hii nyimbo ambayo tumeona alivujisha jana kionjo chake, ambayo inakwenda kwa jina la Best Couple. Umeona eh, nadhani kama unakumbuka vizuri, bwana Harmonize kupitia kurasa yake wa Instagram aliweka posti akiwa yuko yeye kichwa chake na Kajala, alafu mwimbo ukawa nasikika baadhi ya mistari ambayo inamuhusu inamuhusu Kajala, umeona kwa tukajua kwamba hii ndo posta ya huu wimbo, lakini kumbe umundani ndani bwana ni nyimbo ambayo ameshirikiana na Rude Boy wa P Square kajala kwamba unaitwa best cap kumbe mambo ni tofauti kabisa bwana. Huu wimbo huo nyingine kabisa tofauti na Rudeboy wa P Square, na yeye mwenyewe Harmonize, Konde Boy. So, huu ndo wimbo na kuweka kabisa tarehe ambayo ata release hii ngoma, na pia vilevile vile hii bwana amemtag mpaka Rude Boy mwenyewe, na of course Rude Boy bwana ameiruhusu, ipo pia katika page ya Rude Boy wa P Square. Kwa it means kwamba ukipita katika page ya Rude Boy uh, utakutana na hiyo post ya wimbo mpya ambao unakuja kutoka kwake na Harmonize. Umeona bwana, eh, uh, wimbo unakwenda kwa jina la Best Couple. Ni weird kidogo kutokana na kwamba ukiangalia Best Couple, jina Best Couple alafu poster pale ina picha za wavulana wawili kidogo ina make ina ina I make sense kwa namna moja au nyingine, lakini it is what it is. E, watu wameipokea, watu wanasubiri, na Harmonize mwenyewe ameweka mpaka tarehe ambayo ataachia hii ngoma, akiwa ameandika tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, mnamo e, ukipiga mahesabu kwa kalenda e, kwamba ukitaka kujua kwamba hii ngoma inatoka lini, kwa sababu ukizingatia kwamba siku hii ya leo leo ni tarehe leo ni tarehe ishirini na tatu ikiwa leo ni siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu, it means kwamba tarehe ishirini na sita itakuwa ni siku siku ya Alhamisi. Umeona. Kwa hiyo tarehe 26 siku ya Alhamisi ndipo ngoma hii itakuwa released kwa mara ya kwanza. Umeona bwana? Eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kuna baadhi ya page, of course, imekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page hapa wamekuja wameandika kwamba eh, wamekuja hapa wameandika kwamba Harmonize kuachia kolabo yake na Rude Boy yako, eh, wa P Square kutoka Nigeria. Uh, Star huyu wa muziki ame anatarajia kuachia ngoma yake mpya kabisa akiwa na star kutoka nchini Nigeria Rude Boy mnamo tarehe ishirini na saba. so it means kwamba ni siku ya ijumaa Tarehe 26 ni alhamis na tarehe 27 mwezi wa sita ni siku ya ijumaa kwa hiyo next Friday ndipo Harmonize ataachia hiyo ngoma ambayo ameshirikiana na Rude Boy wa P Square. umeona bwana so tumepita hapa kuangalia comment. Hmm, tuweze kujua kwamba reaction ya wadau mbalimbali iko vipi. Watu wamepokeaje hili swala? Maana hapa tunatarajia sasa kuona comment za wa Nigeria na comment za wa Tanzania. Kwa sababu unafahamu kabisa kwamba eh, kama Harmonize, kama Rudeboy naye pia ameipost hii, it means kwamba pia mashabiki zake kutoka Nigeria nao watakuwa na ya kwao ya kuzungumza kuhusiana na kazi mpya au kuhusiana na project mpya ambayo inakuja kati yake yeye Rudeboy na Harmonize. So hapa kuna mtu ameandika away eh. Kuna mtu mwingine hapa tunamwona eh, kari anasema konde mikono juu. kwa mtu ameandika kwamba let's go eh. Comment nyingi hapa ni fupi fupi, lakini kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba weka mzigo konde tu download bando lenyewe wifi za ku, za ku bando eh, bando lenye atuna tunatumia wifi za watu kaka. kuna mtu wa kwa mtu ameandika hivyo. Mwingine huyu hapa anaitwa Calex TZ anasema kwamba bwana aliye udanganya eti mapenzi ya kweli hayapo, ni nani mm? kuna mtu ameandika hivyo. Kama unahisi kwamba mapenzi ya kweli hayapo, ungetazama kapo ya Kajala na Harmonize. kwa mtu ameandika hivyo, akiwa anamaanisha kwamba eh, kama watu walikuwa wamepoteza imani kwenye mapenzi, lakini ukija ukitazama kapo ya Harmonize na Kajala, lazima uamini tu kwamba kweli mapenzi ya kweli bado yapo kwa sababu hii ni kapu ambayo ina, imepitia misukosuko mingi sana, imepitia mambo mengi sana mazito, imepitia changamoto nyingi za kiu, yani za kila aina, unaelewa eh? Kuna vitu vingi sana vya aibu vimetokea, lakini at the end of the day mapenzi bado yapo, yani love wins, umeona eh? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kiukweli kimewa kimewainspire watu wengi sana kuwaamini kwamba mapenzi ya kweli bado yapo kutokana na hiki ambacho kinaonekana kwa Harmonize na Kajala. Lakini ukiachana na hilo bwana, eh, huyu hapa anasema kwamba hii ni kubwa. Kuna mtu ameandika hivyo, huyu ameandika mbunge featuring Rudeboy kutokana na kwamba siku ya jana ha? Harmonize alitoa taarifa kwamba anataka kugombea nafasi ya ubunge huko Tandaimba, huko kwao ameona bwana Chitooli huko. Kwa hiyo ndio maana hapa kuna mtu amekuja kucomment kwamba mbunge akiwa ameshirikiana na Road Boy. Haya, mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba Harmonize, Fire department gonna <laughs> screw things up with the WWTO uh, streaming for you you go you got lucky bro Waiting. Kuna mtu hapa ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba obviously, kutokana na hii ngoma Harmonize amebahatika kweli kwelikweli kufanya kazi na Rude Boy na mambo yatakuwa ni moto kweli kweli. Kwa hiyo zima moto ijiandae, ngoma hii ikitoka mambo. Na huyo mtu ameandika Kiingereza, which means kwamba eh, anaweza akawa ni Nigeria. Kwa hiyo wa Nigeria wenyewe nao pia wako excited kuisubiria ngoma hii ya Harmonizer na, na Rude Boy wa P Square